Licha ya methali maarufu isemayo damu ni nzito kuliko maji, hali hiyo haikuthibitika nchini Afrika Kusini baada ya mama mmoja kupatikana na hatia ya kumteka na kumuuza binti yake kwa mganga wa kienyeji. Tukio hili limezua gumzo kubwa, si tu ndani ya Afrika Kusini, bali pia nje ya nchi hiyo, huku wengi wakishindwa kuelewa ni vipi mzazi mwenye akili timamu angeweza kufanya uamuzi wa kikatili kama huo dhidi ya mtoto wake wa kumzaa. Jirani wa mama huyo anayetambulika kwa jina la Kelly alitoa ushahidi mahakamani kuhusu tukio hilo. Rafiki yake wa karibu na jirani yake Bi Laurentia Lombard ndiye aliyesaidia kufichua ukweli. Bi Lombard alieleza kuwa Kelly alimweleza wazi kuwa alikuwa amefanya uamuzi wa kijinga wa kumuuza binti yake anayeitwa Jocelyn kwa mganga maarufu wa kienyeji anayejulikana kama sangoma. Inadaiwa kuwa mganga huyo alihitaji viungo vya mtoto huyo ikiwa ni pamoja na ngozi yake kwa ajili ya matumizi ya kishirikina. Licha ya hatua hiyo ya kutisha, inaonekana mama huyo alianza kujuta kiasi cha kumweleza rafiki yake kuhusu uamuzi huo wa kutisha. Uchunguzi ulionyesha kuwa wazo hilo halikuwa la ghafla. Mchungaji mmoja wa eneo hilo alieleza kuwa tayari mwaka 2023 Kelly aliwahi kutamka kuwa alikuwa tayari kuwauza watoto wake watatu kwa kiasi cha randi elfu ishirini yani ni sawa na takriban dola 1100 za Kimarekani, kwa kila mmoja. Aliongeza kuwa hata kama asingeweza kuwauza kwa bei hiyo, alikuwa tayari kuwauza hata kwa dola 275, jambo ambalo liliwashitua watu wengi. Kweli duniani kuna mambo. Endelea kufuatilia kila kinachojiri hapa TriGen Media na kusubscribe uwe wa kwanza kupata ripoti mpya.